Vita visikie kwa jirani, dunia ya kodoa macho. Mashariki ya Kati, hali ya hewa inaweza kuchafuka muda wowote huko Mashariki ya Kati. Lakini huu si upepo wa kawaida unaobeba vumbi la jangwani. Hapana, ni upepo wa chuma, wa mabomu, wa baruti na roho za wanadamu zinazotegemea maamuzi ya wanasiasa wachache. Saa yoyote sauti ya ndege za kivita inaweza kuchana anga la Teheran na miale ya makombora kufukuza giza la usiku kwenye miji ya Israel na kambi za Marekani katika Mashariki ya Kati. Jambo kubwa linakaribia kutokea na dunia inakodolea macho huku ikishika pumzi. Marekani na mshirika wake mkubwa, Israel wameshaweka mikono yao kwenye trigger. Lengo lao ni wazi: vinu vya nyuklia vya Iran tayari vimeshaorodheshwa na ramani za kijeshi zimeshapangwa. Iran kwa upande wake haijakaa kimya, wameshaapa kwa lugha isiyo na utatata kuwa mashambulizi yoyote dhidi yao yatakutana na jibu la moto. Bezi za Marekani zitashambuliwa, Israel itavurumishiwa makombora. Tayari tahadhari zimeanza kuonekana wazi. Marekani imeondoa wafanyakazi wake wa ubalozi nchini Iraq. Vikosi vimeongezwa kwenye kambi yake ya Erbil, Iraq. Na huko Bahrain, bezi kubwa ya Marekani ya kijeshi imejiweka tayari kana kwamba tayari wanahesabu dakika kuelekea mapambano. Wakuu wa majeshi ya Marekani hawajaficha hali hii. Tunaweza kushuhudia hali ya hatari kubwa sana katika Mashariki ya Kati isiyofanana na zile za awali. Katika hatua ya kushangaza na ya hali ya juu kiteknolojia, Iran imefanikiwa kuvuruga mfumo wa GPS wa Iraq. Ndege za kiraia zimeambiwa zibaki ardhini, usalama wao uko shakani. Lakini kama kwa kejeli, jana, ndege za kivita za Israel aina ya F-35 Lightning zimeruka anga ya Iraq zikarudi salama, na baadhi zikatua kwenye maeneo ya Wakurbi kujiandaa kufanyia mazoezi na kusubiri amri ya shambulio rasmi dhidi ya Iran. Na huyu hapa Benjamin Netanyahu aliyeamuru kushambuliwa kwa maghala ya silaha ya Hezbollah na pia kuwashambulia Wahuthis huko Yemen hivi karibuni. Hakika historia inajieleza yenyewe. Netanyahu hayuko kwenye majadiliano ya amani, yuko kwenye ratiba ya mashambulizi. Na sasa macho yote yanamkodolea. Je, atashindikiza kitufe? Atatuma vikosi? Atatoa kibali cha kuishambulia Iran? Hili si swala tena la ikiwa vita itatokea, ni swala la lini vita itaanza. Mashariki ya Kati sasa imegeuka kiwanja cha mchezo wa kuangamiza mana, ambapo makombora si maneno, ndiyo lugha inayotumika, ambako shambulio moja linaweza kuwasha moto utakaowachoma milioni, ambapo kila upande una jeshi, ana silaha na ana hasira. Je, dunia iko tayari kwa vita kubwa nyingine ya kimataifa? Je, China na Russia watakaa pembeni? Je, mzozo huu unaweza kusambaa hadi Afrika Kaskazini au hata Ulaya? Vita visikie kwa jirani, lakini moshi wake unaweza kufika hadi mlangoni kwako. Endelea kufuatilia chaneli yako pendwa Hub Online TZ kwa uchambuzi wa kina na makala za kusisimua kutoka kwenye mioyo ya migogoro ya dunia. Subscribe, share, comment. Vita ya kesho huanza na taarifa ya leo.